Jina langu naitwa Shamim Said Mganga, ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma 2025 2026. Kama ilivyo ada, Chuo Kikuu cha Dodoma kupitia serikali ya wanafunzi, kila mwaka huwa inafanya zoezi la uchaguzi ambao husimamiwa na tume ya uchaguzi serikali ya wanafunzi ili kuweza kupata viongozi mbalimbali mbali katika nafasi mbalimbali mbali. Kwa mwaka huu zoezi la uchaguzi limeanza rasmi leo tarehe tatu mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano ambapo tume itafanya maandalizi ya kiofisi siku ya leo na kuanzia kesho tarehe nne mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano fomu zitaanza kutolewa. Nitumie fursa hii kuwatangazia wanafunzi wote kushiriki zoezi la uchaguzi kwa kuchaguliwa ama kuchagua, ili waweze kutimiza haki yao ya kidemokrasia katika kuwapata viongozi bora. Mwisho kabisa Niwaombe wanafunzi kuendelea kudumisha amani, utulivu, mshikamano, hasa wakati zoezi la uchaguzi likiendelea. Niwatakie kila laheri katika uchaguzi huu. Mungu kibariki Chuo Kikuu cha Dodoma, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Kwa majina, naitwa Priska Godelice Show, Katibu wa tume ya uchaguzi serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma, napenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Dodoma kuwa zoezi la uchaguzi ndani ya chuo kikuu cha Dodoma litakuwa kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza kuchukua na kurudisha form. Tunatarajia, tunatarajia zoezi la kuchukua na kurudisha form kuanzia tarehe nne mwezi wa 5 2025, hadi tarehe 6 mwezi wa 5 2025 katika ofisi zifuatazo: ofisi ya EXCOM, COEDI, ofisi ya Governor, CHSS, utawala wa IDS, chumba namba 10 B, ofisi ya Governor, Saivo. Ofisi hizi zitakuwa wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Hatua ya pili, hatua ya usaili. Zoezi la usaili linategemewa kuanza tarehe saba mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano hadi tarehe nane mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kwa utaratibu utakaotangazwa hapo baadaye. Zoezi la pili ni kampeni. Zoezi la kampeni linategemewa kuanza tarehe tisa mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano hadi tarehe kumi na moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano kadiri ya ratiba itakapotolewa. Hatua ya nne ni hatua ya kupiga kura na kutangaza matokeo. zoezi la upigaji kura linategemewa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 5 2025 hadi tarehe 13 mwezi wa 5 2025. Hatua ya tano ni uchaguzi wa kupata viongozi wa bunge ikijumuisha spika wa bunge, naibu spika wa bunge, mwenyekiti wa bunge, katibu wa bunge ambapo zoezi hili litaanza tarehe 14 tarehe ne mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano itakuwa ni utoaji wa fomu, kurudisha fomu na usaili wa viongozi hawa wa bunge utakuwa ni tarehe kumi na tano mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano Uapisho wa viongozi, tunategemea viongozi wapya wataapishwa tarehe kumi na sita mwezi wa tano kadili ya sheria taratibu na kanuni za serikali na miongozo ya chuo kikuu cha Dodoma. Mwisho kabisa ni waombe wanafunzi wote jitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi katika serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma. Pia endeleeni kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la UDOM Ambassadors ili kuweza kupata taarifa mbalimbali kwa wakati kulingana na zitakavyokuwa zinatoka. UDOM Ambassadors.